Kufuatia waraka ambao unasambaa katika mitandao ya kijamii ukionyesha kwamba Profesa Ana Tibaijuka ndiye aliyeuandika ukiwa uh, na ujumbe mzito kweli kweli uh, imemlazimu Ana Tibaijuka na Profesa Ana Tibaijuka kwenda kwenye ukurasa wake wa, fe, wa Twitter ama X kwa sasa na kutoa ufafanuzi kuhusiana na waraka huo. Profesa Ana Tibaijuka ambaye pia amewahi kuwa waziri wa serikali ya Tanzania kwenye kati tofauti. Amekuwa ni moja kati ya viongozi ambao wanatoa maoni yao huru yakionyesha kabisa kuipenda kwa hakika nchi ya Tanzania. Hasa hapa katika ukurasa wake wa Twitter, anasema kwamba tunapoadhimisha miaka sitini na nne ya uhuru wa Tanganyika, naomba kuwataarifu kuwa sijaandika barua yoyote ya wazi kwa Rais Trump inayosambaa mitandaoni wala yale maandiko mengine yanayotengenezwa kwa AI. Profesa Tibaijuka anasema kwamba msimamo na ushauri wangu kuhusiana ama kuhusu masuala ya muhimu ya taifa letu huwa na uweka wazi hapa kwenye akaunti yangu rasmi ya X ama Twitter pale ninapoona inastahili. Baada ya andiko hilo, wasomaji wake akiwemo Ndayavugwa JJ anasema kwamba pia mimi ningeandika uliona wapi mtu anashinda uchaguzi kwa asilimia tisini na saba. Advocate, Cyrus, anasema sawa bibi profesa pole na impersonation attack una maoni yoyote kwa vijana, je, kama nchi adhima ya self determination kama component ya uhuru imefikiwa au inakwamishwa na kundi gani na the role of role of law for sustainable development. Tufanya nini kufikia original aim ya uhuru? Kweli daima anasema profesa, wewe ni mtu na nusu. Mungu akulinde dhidi ya madhulumati. Modikain PM anasema sawa profesa, bado tuna imani na nyie wazee wachache mliobaki wenye angalau thubutu Huyu mimi Tanzania anasema profesa, na wewe pia unatumia VPN? Fulangenge Mawemba anasema mwanafunzi wako kajiongeza kwa kutumia hiyo AI. Usijali kwa sababu we ni mkweli. Sarwati anasema kwani kuna ubaya hata ukiandika? Huna haja ya kujitetea. Sisi tungefurahi sana kama ungeandika umeandika you are a senior citizen. Papaji anasema kubwa, ujumbe umenyoka na hajatukana mtu. Mansa Musa anasema Thank you George. Sakumi anasema pamoja sana profesa. Na huyu anaitwa Murangila, anasema But why Trump? Would you even consider doing that "Is a joke, I would, I would say." Omwami anasema iko sawa tu. Black hat anasema ae ni shaba akamwani. Huyu mzimu anasema pia hata hii akaunti siamini kama ni wewe, pengine hii ni parrot. Sultani anasema unatwiti usiku sana profesa, anyway naomba pitia dm yangu na jambo linahitaji kauli itakayo, itokayo kwako. Virage anasema unaingiaje humu jomoni madam profesa, au na wewe huko diaspora au ni mwendo wa VPN hadi kwenu? Wazee wetu maoni ni hayo na mengine yanatiririka kwenye ukurasa wake, uh, profesa Ana Tibaijuka. Na hasto wanasema kwamba tunakujua mama, huwa umenyoka Newton. Um, anasema mbona unafurahia, lakini hebu nirushie hiyo nione ione. Elisha Maiko um, anasema Good for clarification for the sake of the record. Sanini anasema profesa, ungeushea tuone. Ibn Mubali anasema pesa ya mboga unayo. <laughs> Maoni ni hayo mtazamaji. Uh, kama nilivyokusomea baadhi ya maoni ya, uh, ya wasomaji wa profesa Tibaijuka, ambaye anakanusha waraka ambao unasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ambao, uh, nami nimeusoma na una ujumbe ambao, uh, ni fikirishi kweli kweli, lakini profesa Ana Tibaijuka anaeleza wazi hapa kwamba tunapoadhimisha miaka sitini na nne ya uhuru Watanganyika, naomba kwa taarifu kuwa sijaandika barua yoyote ya wazi kwa Rais Trump inayosambaa mitandaoni wala yale maandiko mengine yanayotengenezwa kwa AI. Anasema msimamo na ushauri wangu kuhusu masuala muhimu ya taifa letu huwa na uweka wazi hapa kwenye akaunti yangu rasmi ya X ama Twitter pale ninapoona inastahili. Huo ni ujumbe kutoka kwa profesa ana Tibaijuka katika ukurasa wake wa X ama Twitter kama ilivyokuwa inajulikana hapo awali. Mtazamaji, karibu nawe kwa maoni yako, lakini kama ujuavyo, yanayoendelea uhuru jana wa Tanganyika ilikuwa kama ambavyo ilikuwa hapo ulipo, kwa sababu Tanzania sio moja kama aa, ni mtu unayetembea tembea kidogo unaweza kugundua vizuri kwamba Tanzania kumbe sio moja, mahala pengine hata ya, ya lockdown hawakuyaona, lakini mara pengine hali ilikuwa kama hivyo, na bado maeneo mengine hali inaendelea kuwa kama ilivyokuwa jana. Ni rai yangu kwamba ni vizuri sana kutumia majawabu ya tatizo la leo kutu, kuliko kutumia majawabu ya tatizo la juzi <totipos>